Naam, mtazamaji wa Trendy TV, bwana, kuna hii ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Bombshell ambapo umo ndani bwana, kuna Skylar, Tyler Diamond Platnumz pamoja na wasanii wengine kadhaa kutoka, eh, kutoka pande za Naija na sehemu nyingine mbalimbali. Ambacho kime happen bwana ni kwamba hii ngoma ni remix ambapo Diamond Platnumz amepata nafasi ya kushirikishwa katika hii ngoma ambayo inaitwa Bombshell, umeona bwana eh. Na ni moja kati ya track ambazo sasa hivi hapa zinafanya vizuri tokea kionjo kilivyoanza tu kuvuja, ni moja kati ya track ambayo watu wengi sana waliipa Moment ya kuifuatilia kwa karibu zaidi, lakini kwa bahati nzuri zaidi tunaweza kusema kwamba tokea ngoma hii ilivyotoka, ni ngoma ya mwanadada anaitwa Skyla Tyler, ambapo ngoma hii bwana humu ndani amemshirikisha sasa hivi kama remix ya humu ndani bwana kuna msanii Damo planamzee, kuna Tyler ICU, kuna kuna Khalil Harrison pamoja na DJ Exit, wapo humo ndani na ni moja kati ya, ka, ya kazi kali kweli kweli this time around na imepata support kutoka kwa ma celebrity kwa wengi sana mbalimbali mbali huko mitandaoni na moja kati ya ma celebrity hao bwana si mwingine bali ni Wizkid kutoka pande za Nigeria. Ni kwamba Wizkid bwana ameonyesha support kwa, ame kwa kuiposti ngoma hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika story, na hakuandika maneno mengine mengi, mengi alimtagi tu yule mwenye hii nyimbo huyu bidada anaitwa Skylar Taylor na, na kuweka emoji pale ya kopa na kuweka emoji ya ego kwamba ngoma inapeperuka au vipi bwana. So ni moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline. Yeah, baada ya Wizkid ku bless ngoma ambayo ni remix ambapo mo ndani kuna Diamond Platinumz. Kwa hiyo watu wengi sana nadhani wamekuwa excited kushuhudia hilo tukio lime happen huko mtandaoni, so tumepita katika page mbalimbali mbali. Kuna page hapa imeandika kwamba bwana Wizkid ameshare wimbo wa Skyler Tyler ambao amemshirikisha Diamond Platinumz. Hapa chini wakaandika kwamba bwana, moja kati ya story ambazo zina trend sasa hivi Afrika eh, kutoka kwenye Insta story ya star wa muziki